Sa kuna kitu ambacho umekiongea hapo ambacho nimeshaongea na inaitwa eschatology, elimu ya siku za mwisho Juhu. Na wewe ukikusikia mambo yako unasema kwamba eti uh, kwa sababu tu mnaamini dunia ni hapa hapa, na wewe unaamini kwamba kuna mwisho wa dunia na tutaondoka hapa siku moja. Biblia kwanza imeshaandika hicho kwamba um, e, Mungu kuna mwisho, kuna mwisho wake utafika, na ata ata ata kunja kunja kama karatasi lakini yeye anachobadilisha ni kubadilisha utawala. Ndio maana tunasema ufalme wako uje, wanaosali baba yetu wote. Hamna mtu anasali siji kusema kama wanavyosema wa kwenda mbinguni. Sisi hatuongelee kwenda mbinguni, tunaongelea kwamba watu wanatakiwa watambue wanajukumu la kufanya ufalme wa Mungu uje, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Ndio maana kuna ufufuo. Kwa sababu kama kuna ufufuo, kwa nini kwa nini kuna kwenda mbinguni? Maana unafufuliwa ili nini kama ushaenda mbinguni? Sasa kama uenda mbinguni, lakini kumbuka, kumbuka, ngoja nikupe mfano ambao, kama baba wa kawaida wa kibinadamu yaani, kwamba labda wewe una watoto wako, sawa, wamemisbehave, sawa, ukaamua watengenezee kijumba chao sehemu nyingine, wampe wanae nye, kaeni hapa basi, mmeamua misbehave, msifate sheria zangu ukaeni hapa kwenye mambo ya, ya ovyo ovyo ya ya mambo ya ovyo ambayo yaendelee ya vizuri. Baada ya muda, sasa nitakuja ni niwaulize, wana vipi, mnataka turudi nyumbani mkaishi freshi au mnataka muendelee huko, ila mimi e, sitawahukumu sasa hivi, kama nenda nikawapoteza nika nikawachapa risasi wote mkaondoka, lakini sasa nawapa nafasi muda kwanza, mjicheki mkiona wana eh, hii sio au hii ndio. Ikishafika huo muda sasa, mimi yani ni kwamba mmepewa muda mda mm. ukifika ambao kwamba eh, Mungu ni, ni, ni Mungu mwenye upendo sana alikuwa na uwezo wa ku kutupotezea tu yaani, lakini sasa akasema ngwani waweke kwanza hapa duniani ya. Na hiyo ni elimu nyingine kabisa ambayo mtu mtu mtu, mtu kwamba mpaka ajue kwamba hii yi dunia iko located sehemu fulani na kwa nini tuko hapa. Make hizi saa zina sometimes zinaona kama zina zina wadanganya ni kwamba hapa ndio kila kitu, lakini anyway, nitaongea kwa mifano make, yes pia kuna ongea kwa mifano. Tunaenda kufanya nini sele? Yeye aliuliza nani kwa sababu unamzungumzia bwana Kidau wa mm. Sub Saharan Israelites. Anauliza mm. mbinguni <coughs> ni sehemu anaishi Mungu kwa sababu ya alivo na, kwa sababu yeye haipo kwenye ulimwengu wa mwili. Sisi tunaenda kufanya nini? Yaani hakuna mtu anaosoma Biblia Kim, kwa mantiki ya kiakili, achana ile kuambiwa kidoctrine makanisani au nini, anaweza kuambia masuala hayo ambayo watu wanasema ya kwenda mbinguni. Mbinguni ni sehemu ya Mungu, ni makazi ya Mungu, ambao ndio maana nasema mwisho wa siku. Sasa hii ni theology ngumu, najua italeta mchanganyiko, na mimi ninachosema ni kwamba maandiko yanachosema kwamba wewe, kwenda mbinguni unaenda kufanya kwanza nini? Unasema wanaimba mpaka milele Hivi bro kuimba milele ni kazi nzuri. Anachosema ni kwamba ufalme wa Mungu unashuka una hapa. Tukatawaliwe hapa tuishi vizuri hapa. Eh, naomba nikuulize swali. Wewe Bwana Grayson unaamini wewe ni Grayson physically au spiritually? Ni move ni spiritually. Very good. Kwa kuna siku utakufa. Hiyo handsome face nini, body nini mtu wa majimu utaiacha duniani. Yaani, yaani wewe ukifa Yani, tunaongea tuna, tuna, tuna ghafla wakadondoka hapo, kinachofata watu wi wa ngoma ipelekwe Arusha ikazikwe, tunasafirisha tuna, tuna, tuna, io kwao, mwili utakuwa umeshazikwa yani, no, yani, yani we unarudi mavumbini. Scientific kupima wewe up to the subatomic level, we hauna tofauti na vilivyounda yani ardhi, yani kila kitu kinatoka kwenye ardhi, unaona. Mm. Kisa kisha ondoka hivyo umesha kufa lakini bado kuna huyu hapa anaitwa Grayson. Yaani mimi kwenye mind yangu yupo Grayson, na unaweza kushangaa hapa, nimelala usiku nikaota tunapiga story na wewe. Lakini physically haupo. Kwa wewe, achana achana, kuwaza hivi physical things, na Mungu ni roho, na wewe ni spirit. Kwa hiyo inabidi uh, ukiondoka hapo unarudi kule kwenu ulikotoka, sasa spiritual. Yani, uno, yani kule katika spiritual realm hakuna mwili kama hii, hakuna mambo ya kula, si mambo ya kwenda toilet na nini hizo hizo. Wewe yani, wewe mwili ni kama prison yako tuseme yani. Yani, yani mwili ni prison yako na ndio maana mwili unakuendesha wewe wewe, ukitaka uende si, si, si, si, si, yani, ukawasalimie babu zako ajomba zako Arusha, inabidi uchukue basi au uchukue ndege au kama una uwezo unaweza kwa kwa miguu lakini sababu you are trapped in this physical body lakini kule, of course, this is too deep kule, you don't need to go physically, you don't need to go physically. Unajua kule kwamba, sasa hivi mimi na wewe naongea kutumia simu, si ndio? but I can speak with you without a telephone, na I don't need I don't need to shout, nika nika whisper to mtu yuko Mwanza, mgeni yuko iko Songea na mkaelewana flesh hiyo ni kitu nyingine kabisa of course, na ndio maana uh, sio, sio vizuri kuiongea mm. Usiogope usio mm. kwenye hii session kuna watu warefu wa sana ambao wana uwezo mm. wa kuelewa na unajua mm. mm. kwa nini nimependa umeingia kwenye hiyo somo, kwa sababu Mm. Kuna siku mamangu mzazi aliwahi kunipigia simu akiniambia unaumwa? Ghafla tu nikamwambia mm. no siumwi. Akaniambia nimempigia mm. dada yako anasema pia aumwi, nimempigia kakako aumwi, nimempigia mdogo wako pia naye haumwi. Ni nani huyo? Kwa nini kuna kitu mnanificha? Nikamwambia no So, mm. So ikabidi akaenda kwa dogo, alikuwa anaishi Chuga, akafika sana mm. wale akaambia, uko wapi? Niko mjini hapa, nataka nikuone. Dogo wa mwisho dogo hm. mama bana, sijui ni nini, anambia nifuate hapa nichukue nikuone eh. Dogo alikuwa amepata ajali na sisi oh. wote so, watatu tulikuwa tunamficha umeona eh, nilivyofuatilia nikawa nimwambia yeye, kuna hiyo wanaita nini hiyo ambayo ni ni telepath ni, ni, telepath yeah, i'm eh, eh, communicate without eh, yeah, bila, Mm-hmm. Hapa ni kitu ambacho binadamu tuna huo uwezo. Mm. Lakini sasa kama Mungu. Mm. Lakini kuna... sasa unajua Mungu anatuonesha ana, ana, vitu vingi kama hatuko serious. Wewe kama umesha umeshapewa hiyo kwamba na ime make sense na sio kwamba si cha kusimliwa ni, ni kweli. Kwa nini usiamini kwamba there is life of, after... yani kwamba kuna yani maisha tulionayo haya. Yani ni kama gelesha tu, kuna maisha mengine ambayo ndio maisha live. Kwa nini usiamini hilo kwamba hii ngoma hii ni kama vile kuna michezo ni tunachezewa, yani yani ha, no, lakini lakini mimi nimeona kwamba tuna uwezo kama mamangu ana uwezo ku, wa waku, kuwasiliana yani kuconnect ku kwenye hiyo level mm -hmm. na watoto wake nadhani wa mama wengi natokea, niliuliza mm -hmm. watu wengi wakaniambia ma, wa mama wengi wanajua mtoto wake ana matatizo au something imetokea, mm -hmm. so akaniambia, kwenye huu ulimwengu kwenye hiyo teknolojia, kuna namna ukikaa unaweza ukafanya vitu vingi sana, ukiwa ndani ya huu mwili tunasema ye yeah, mm. is it destination yetu is it kuja kuondoka hapa na kwenda somewhere au ni kugundua hiyo mm. siri iliyopo na kuishi kwenye huu mwili, lakini kwenye ukuo e, eh, ni kugundua by your conscience kwamba make ume, umepewa umepewa option na ndio maana Mungu e, eh, tunasema Mungu Mungu mwenye upendo because he gave us a free will, yani eh, free will tunaita Kiswahili mm inaeleweka zaidi hivyo hivyo. Eh, hebu eh, hebu hebu semeni kwa, kwa, kwa, kwa, kwa faida mtazamaji free will yeah, ni, ni ni kama uhuru wa kuchagua vitu, ni kama ile, ni ufahamu tuseme, ehe uhuru wa kuchagua eh uhuru wa kuchagua kucha, eh, na uhuru ni uhuru, uhuru ambao ni wa kweli, sio ile wa kuzugia. Ni kwa form labda kidunia, mtu anakuambia bwana, chagua a au b, lakini zote ni illusion, ni, ni, ni trap. Sasa Mungu anakuambia mimi edo unichague mimi au huyu mwingine adui ambaye ni shetani hasa katika mwili hapa, na wewe umepewa hiyo hiyo hiyo possibility ya kuchagua. Na ndio maana Biblia nzima, lazima umkiri Yesu kwa kwa kwa kwa kwa kinywa chako kwamba yeye ndio master wangu, kwao wewe upo hapa kwa ajili ya yaani, kama vile umepe, umepewa umepewa eh, uhuru isem kwa kwamba utapelekwa duniani ila uchague mwenyewe saw so, unataka upande wa Yesu au upande wa Mungu au upande wa shetani kwa hiyo ni, ni sehemu tu ya, ya kuweza kuchagua mwenyewe, unataka uende sehemu gani?